Wapo mashujaa wakubwa wa imani ambao majina yao hayakuandikwa kwenye Biblia, lakini kazi zao Yesu Kristo mwenyewe alizitambua na kuzisifu, katikati ya upinzani mkali na wakati mwingine hata kufa wakiitetea imani. Tutamwangalia mmoja wa mashujaa hao katika video hii. Fuatana nami leo mpaka mwisho, huenda mtazamo wako utabadilika kabisa juu ya Mungu. Karibu kwenye chanel ya Daudi iye Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe, nami nitajitahidi kukuletea ujumbe sahihi wa neno la Mungu kila wakati, tena kwa ubora wa hali ya juu. Kwa wale wenyeji, karibuni sana, nashukuru kwa kuniunga mkono. Leo tunaangalia katika jiji la kale lililokuwa limesimama kando ya bahari ya Agene, Smirna leo inatambulika kama Izmir huko Uturuki. Ujumbe wa Kristo kwa kanisa hili ni mfupi lakini una nguvu ya kupasua milima. Smirna, mji wenye utajiri uzuri na heshima kubwa kwa Warumi, lakini kwa Wakristo wachache waliokuwa wakiishi humu ilikuwa ni mahali pa mateso, dhiki na hatari ya kifo. Yohana anaanza ujumbe kwa kusema haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekufa akawa hai tena. Ufunuo mlango wa wa pili mstari wa nane. Yohana anawakumbusha kwamba Yesu Kristo ndiye aliyeshinda kifo kifo na na na mauti na sasa, anazungumza na watu wanaotazama kifo uso kwa uso. Yesu anasema nayajua mateso yako na umasikini wako, lakini wewe uu tajiri. Ufunuo mlango wa pili, mstari wa tisa. Hebu turudi nyuma kidogo, watu hawa walikuwa masikini kupita maelezo, walinyimwa kazi, mali zao zilikamatwa na walifukuzwa kwa sababu ya imani yao, lakini Yesu anaona thamani ya kweli hazina ya imani na uaminifu usio yumba. Tafakari kidogo, kipi bora zaidi kwako? Utajiri wa mali au utajiri wa imani na uaminifu usioyumba? Yesu anaendelea, najua pia kuhusu matusi ya wale wanaosema kuwa ni Wayahudi lakini sio bali ni wa sinagogi la Shetani. Wakristo wa Smirna walikuwa wakiandamwa na watu waliodai kuwa wa Mungu, lakini walikuwa chombo cha Ibilisi. Yesu anawaambia ninawaona, ninayajua yote. Yamkini anasema na wewe pia, ya kwamba anajua yote unayopitia na kwa muda mchache tu atakuletea ushindi wa kushangaza. Usiogope mateso utakayoyapata Ufunuo mlango wa pili, mstari wa kumi. Yesu Kristo hakuwapa matumaini ya kuepuka mateso, badala yake anawapa ujasiri wa kuyakabili. Tena anasema tazama, ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Kumbuka, namba kumi ni namba ya utimilifu, kipimo kamili cha majaribu. Angalia Danieli mlango wa kwanza mstari wa kumi na mbili, Hesabu mlango wa kumi na nne mstari wa ishirini na mbili. Hivyo anawaambia dhiki yenu ina mwisho, haitadumu milele. Chochote unachopitia kina mwisho wake. Uwe mwaminifu mpaka kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Na pia kwa watakaosikia na kuendelea kudumu katika imani, hawatapatwa na mauti ya pili. Mauti ya pili ni kutengana na Mungu milele katika jehanamu ya moto milele na milele. Taji ipo kwa ajili ya watu mashujaa kama askofu wa kanisa la Smirna, Polikapro, aliyesema Nimemtumikia Kristo kwa miaka 86, hajanikosea kamwe. Kwa nini nimkane sasa? Nayo ndiyo ilikuwa sentensi yake ya mwisho kabla ya kuchomwa moto mpaka kufa. Huu sio mwito wa kuishi maisha rahisi, ni mwito wa ushujaa wa kiroho, kuvumilia, kusimama imara, hata kama gharama yake ni maisha yako. Kanisa la Smirna halikufa, uaminifu wao umeandikwa milele na swali linabaki, je, wewe uko tayari kusimama imara? Taji ya uzima wa milele ya tungoja sote ikiwa tutasikia leo. Bila shaka video hii imekuinua kiimani, basi usiache kusubscribe na kuendelea kupata mafundisho ya kibiblia namna hii. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.